Watoto hawa wenye umri wa miaka kumi na mitano, miaka kumi, miaka minane na miaka sita walizaliwa bila uwezo wa kutembea, kusikia na hata kuongea. Felidai Chogo ambaye ni mama yao amekuwa na kibarua kigumu cha kuwalea baada ya mumeo wa kwanza kuaga, lakini zaidi ni kuwa alipopata kitinda mimba wake na mumeo wa pili, mwanawe huyo pia alikuwa na shida sawa, akishindwa kutembea, kuongea na kusikia na sasa ulezi wa wana hawa umesalia mikononi mwake akifanya vibarua vya muda kwa kulipwa shilingi mia moja tu ili kuweza kumudu jamii yake, kwani hata mumewe aliyemrithi pia alimtoroka. Huyu wa mwisho, baba yake huyo, alikuwa tu ni wa nyumbani, lakini sasa baba yake ajulikani penye yako saa hizi. Nilipata tu naye tu bado tu ya mwaka mmoja tukakaako naye nikapata huyu mtoto kidogo mi nadhani akandanganya ti anaenda town, kumbe ndio alikuwa anaendanga tu akienda. Mpaka saa hizi sijawahi kumwona tena. Lakini cha kushangaza ni kuwa wanawe wa kiume wanne tu ndio wanaokumbana na matatizo hayo, huku wanawe wa kike watatu wakiwa sawa bila matatizo yoyote the, the

Zaidi ni kuwa Felidai anakiri kwenda kliniki wakati akiwa mja mzito, na punde alipoona matatizo haya kwa mwanawe wa kwanza wa kiume alidhania ni ugonjwa wa polio, lakini kadri alivyojifungua vijana akajua ni kitendawili, na sasa anasubiri atakayekitegua. Nanituliza ni wazee wananiambia, sasa hii atujui maneno ya hii ugonjwa hii, sasa sababu kama wote kama wangekuwa kama ni apolio, watoto wote sita aingefekiti wote mwingine angekuwako ni mzuri. Zaidi ni kuwa Felidai anakiri kwenda kliniki wakati alipokuwa mjamzito, na punde alipoona matatizo haya kwa mwanawe wa kwanza wa kiume, alidhania ni ugonjwa wa polio, lakini kadri alivyojifungua vijana akajua ni kitendawili na sasa anasubiri atakaye kitegua. This

Kufuatia kejeli na kutengwa, mara nyingi inambidi Felidai kuwafungia wanawe anapoenda kutafuta vibarua vya muda. Wahisani wamezuru nyumbani kwake kuwasaidia na chakula na mavazi, lakini sasa mzigo umemlemea baada ya pesa za CDF zilizokuwa zimetolewa kuwagharamia vijana wake kuisha. Mara nyingi imembidi Felidai kukosa kwenda kufanya vibarua kwani watoto hawa wana mahitaji maalum na ni hadi pale atakapopata msamaria mwema kumsaidia kuwasomesha wanawe. Pheona Kenga, Citizen Nipashe.